Tunaendeleza muundo wa ripoti. Katika kipindi kilichopita tuliangazia anwani au kichwa cha ripoti, na katika sehemu hii ya pili tutakuwa tunaangalia utangulizi. Utangulizi kama sehemu ya pili ya muundo wa ripoti. Sehemu hii hutaja ripoti inahusu nini na huwa na maelezo ya kimsingi. Huweza pia kutoa maelezo ya kijumla kuihusu ripoti. Mbinu za utafiti utajwa zilizotumika ili kupata matokeo. Kwa mfano matumizi ya hojaji kwa lugha ya kimombo ama Kiingereza ni use of questionnaire majadiliano au mjadala ni through a discussion. Vinasa sauti ni through use of voice recording. Ah, pia katika utangulizi kuna kutaja shughuli itakayotekelezwa, yaani ile mada mm, kuzorota kwa uchumi na mipaka yake, yaani shughuli hii ilitekelezwa wapi, ni mjini ni wapi sehemu yawapi? Kwa mfano nti, mjini Nairobi, mjini Nairobi. Pia hapa kuna kubainisha habari zilitolewa wapi, hapo ndipo una mahali shughuli ilitekelezwa, na kutaja matatizo ama changamoto. A, kuna mfano hapa wa utangulizi, nitasoma. Wanakamati wa chama cha, hapa inafaa kuwa jenzi a, kuegemea ile manda tulio niliyotoa mfano katika kipindi kilichopita. Wanakamati wa chama cha Gen Z walifanya utafiti kuhusu kiini cha kuzorota kwa uchumi nchini Kenya. Njia mbalimbali za kukusanya uh, habari ama data zilitumika, ambazo ni hojaji na majadiliano. Hapa si lazima utaje mbinu uh, nyingi aghalabu taja mbinu mbili. Waliofanikisha shughuli hii ni hapa, utumie uh, ile koloni, maana unaorodhesha majina ya watu. Kama unakumbuka katika kipindi chetu cha uakifishaji, unaanza na mwenyekiti, naibu mwenyekiti, katibu, mweka hazina, mwanakamati. Hapa angalau taja mmoja ama wawili, uh, wanakamati usikose kutaja aghalabu, ag hata kama ni mmoja. Katika kukusanya kufanya utafiti huu tulipata changamoto. Hapa chini ndipo unapotaja changamoto ulizozipitia, na ndivyo, ndivyo. Hivyo rahisi. Karibu sana. Jina langu Mwalimu Linda.